Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Serikali kwa ushirikiano na sekta binafsi imejipanga kuanzisha vituo vya ukodishaji mitambo ya uchimbaji madini kwa wachimbaji wadogo ili kuwawezesha kutumia teknolojia za kisasa kufanya shughuli zao kwa tija. Hayo yamesemwa tarehe 6 Juni elfu mbili na ishirini na tano na waziri wa madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati akihitimisha Kongamano la Maonesho ya Madini mkoani Mara kwenye viwanja vya Mkunde vilivyopo Manispaa ya Musoma. Amesema wanatambua kwamba wachimbaji wadogo hawana uwezo wa kununua na kuhudumia mitambo ya kisasa kwa ajili ya uchimbaji. Amesema Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan amewaelekeza Wizara ya Madini kuja na mpango huo ili kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata fursa ya kutumia teknolojia ya kisasa kwenye shughuli zao kwa lengo la kuongeza tija na uzalishaji wa madini. Sambamba na mitambo ya kukodisha wanatarajia pia kuanzisha kituo cha elimu ya uchenjuaji wa madini ambacho kitakuwa na mtambo wa uchenjuaji wa madini eneo la Nyamongo Tarime. Amesema ni matarajio yao sasa kwamba mpango huu unakwenda kubadilisha uchumi wa wachimbaji wadogo kwa kuinua vipato vyao na hatimaye kuongeza mchango zaidi kwenye ukusanyaji wa maduhuli yatokanayo na sekta ya madini. Awali, akisoma taarifa ya, ya sekta ya madini kwa mkoa wa Mara, mhandisi Amini Msuya amesema kuwa katika kipindi cha miaka minne ya Mweshimiwa Rais, mkoa wa Mara umezalisha dhahabu tani 58.90 zenye thamani ya shilingi trilioni 6.90 kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Akitoa wa salamu za wachimbaji, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wachimbaji Madini Tanzania, Bwana John Wambura Bina amempongeza Mweshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa fanya kwenye sekta ya madini na kutoa rai kwa wachimbaji wadogo kuchangamkia fursa zilizopo mkoani Mara na kuwahimiza kufuata sheria na taratibu zilizowekwa, kwani serikali imeziboresha ili kulinda maslahi ya wachimbaji wadogo nchini. Naye mkuu wa mkoa wa Mara, mheshimiwa kanali Evans Mtambi, ameeleza kwamba lengo la kongamano hilo ni kuleta pamoja wadau wa sekta kujadili fursa zilizopo mkoani Mara na namna ya kuzifikia. Aidha, amesisitiza kuwa kongamano hilo litaendelea kufanyika kila mwaka ili liwe chachu ya kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye GDP ya mkoa ambapo ambao kwa sasa umefikia asilimia kumi na nane. MOHAB TV Mara